Chaguzi zetu za Tanzania, tunajua vyama vya upinzani kushinda sio rahisi. Kwa hiyo nilitumia nguvu yangu ya ushawishi kwa wananchi, kwa kuwaambia kama wananiamini wanipe fursa ili niwaonyeshe pia uwezo wangu wa kiuongozi wa kwa hiyo wananchi walinipa ridhaa kwa kuweza kunichagua na kuwa mwenyekiti wao wa kijiji chenye, yaani sio nje ya chama changu, hata ndani ya chama changu Waliamini kwamba ni kijana mdogo siwezi, lakini baada ya kushinda sikutaka kuonyesha kile ambacho wao walikiamini. Nilitaka kuwaonyesha tofauti na kile ambacho wao hawakuweza kuamini ndani yangu. Kwa kifupi, ndani ya kijiji changu napata sapoti kubwa, na nimekuwa silali kwa ajili ya wananchi wangu wa kijiji cha Nyengezi. Tumajua, tunajuta, katika shida la usiku la mchana hajawai kutuasha wanakijiji wake na maendeleo tunayaona. Kwa kweli tunajisikia furaha sana tena sana, kwa sababu tulitamani kuongozwa na kijana kama huyu, kwa sababu tunajua kwamba ana fyuce nyingi ambazo za vijana amezibeba, maana tunaswahi sana kuusi